Habari yako, basi leo karibu nifuatilie, nikufundishe jinsi ya kubana staili hii ya bibi harusi. Jina langu ni Marieta, mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola. Kipekee nipende kumshukuru Mungu tumeweza kukutana tena kwenye darasa lingine. Jamani, sio rahisi kuleta mafunzo, sawa eh? Kwa hiyo tukikutana kama hivi kwenye darasa lingine, sifa na utukufu ni kwake Mungu peke yake. Tumeelewana eh? Basi nifuatilie hapa, mwanafunzi wangu mzuri, nikufundishe jinsi ya kubana hii staili ya bibi harusi. Wakati unaanza kubana hii staili, utakata upande wa mbele kidogo, kama hivyo hapo. Usikate sehemu pana sana, hapana, utakata kwa uchache tu, kama huu ambao mwanafunzi wangu ameweza kukata hapo, sawa. Uh, ukishamaliza kukata, utaanza kuzibana hizi za nyuma kama hivi, utavuta za nyuma hizi hapa ya peke yake, alafu utazifunga, sawa. Uh, wakati unabana hapa usianze kwanza kuweka jeli hapana, wewe zivute peke yake, lakini nahakikisha zinakuwa ziko safi, yani umeshaziosha umeshazibo dry, alafu ndio unaanza kuzivuta peke yake kama hivi, alafu kisha zivuta peke yake ndio baadaye utaanza kuja kuweka jeli sawa? Okay? Basi. Kama hivyo ambavyo naona mwanafunzi wangu anapovutia na jeli sasa. Hii ndio sawa na jeli pia usiweke nyingi sana hapana. Weka jeli wastani tu. Basi. Aa, wakati mwanafunzi wangu anapaka jeli na wakati mwanafunzi wangu anaendelea kuzivuta hizi za mbele huku, nipende kukwambia mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola, lakini wewe ambaye unatamani kujifunza urembo, karibu Marietha Beauty School. Hata kama hujui kusuka, hata kama hujui kubana style yoyote ile, sisi tutakufundisha mpaka utajua, kwa hiyo Usisite ukasema jamani, mimi sina idea yoyote ya kuhusiana na urembo, hilo ondoa shaka. Ndio maana tupo sisi, walimu tutakufundisha vizuri na wewe utajua kabisa. Umeona huyu ambaye anabana leo, na yeye alikuwa hajui kabisa, kwa alikuwa na wasiwasi wasi. Anasema jamani, hivi na mimi nitaweza? Mimi nikamtoa hofu, nikamwambia inawezekana kabisa. Tumelewana. Kwa hiyo, na wewe mwanafunzi ambaye upo unatamani kujiunga na urembo usi tutakufundisha mpaka na wewe utajua, sawa. Kwa upande wa mbele huku, angalia, nitaendelea kupanga bibi hea zangu kama hivi. Wakati unapanga hapa, sawa, usianze usi kutanguliza jeli kwanza. Ukianza kutanguliza jeli kwanza, itakusumbua jinsi ya kuivuta hapa. Umeona ambavyo anavuta vuta kidogo, alafu ndio anakata kona, anaipeleka kule mwishoni. Umeona? Kwa hiyo ukianza kuweka jeli Eh, kwa hiyo sasa utakata kwanza. Ukishakata utaishape vizuri, then ndio unakuja kuwekea jeli juu yake. Tumeelewana wanafunzi wangu? Mzuri, basi nipende kukwambia wewe, ambaye ni boss, unatamani kupata mdada kutoka Marietha Beauty School na upo sehemu yoyote, wewe nipigie, niambie, madam Marietha, nataka mwanafunzi aliyemaliza kwako aweze kunisaidia kuhusiana na mambo ya saluni, nami nitakukonekti naye, hata kama uko mkoani, hata kama uko hapa, popote ambapo upo unasikia sauti yangu, tumeelewana okay? Basi uh, wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, kozi ambazo tunatoa hapa, tunafundisha makeup, tunafundisha kusuka, tunafundisha kubana kama hivyo Tunafundisha staili mbalimbali za bibi harusi, tunafundisha staili za kawaida. Tumeelewana? Kwa hiyo wewe ambaye ni mwanafunzi unasema jamani, mimi nitawezaje, sijui chochote? Hiyo haina shida, tumeelewana? Wewe njoo, tutakufundisha mpaka utajua tu, na uzuri wa Marietha Beauty School. Ukimaliza tu kusoma, tunakutafutia sisi wenyewe sehemu ya kwenda kufanya kazi. Sawa? Angalia sasa hapa mwanafunzi wangu anavyoendelea kupanga hizi baby hair zake vizuri. Hizi baby hair jamani, unaweza ukaona ni lakini, hey, rahisi kuzipanga lakini sio rahisi. Kwa hiyo angalia hapa vizuri kabisa, angalia kwa makini sawa. Hey, hey. Ukiangalia kwa makini na wewe utaweza, lakini usije ukasema mbona ah, kama rahisi ah, ah, angalia kwa makini sawa, okay. Angalia, nikakwambia, ukiwa unakuja kupanga hii bebia yako hakikisha kwamba hauiweki jeli kwanza, usiweke jeli before. Tumeona, umeona hii nyingine ilibaki hapa, halikuwa ijakuwa jeli. Ona, tumeivuta peke yake kwanza, ndio tumekuja sasa, tumekuja kuiwekea jeli baadaye. Tumeona eh, okay. Hapo mimi nitamdry mteja wetu kidogo, atakaa kwenye dryer sawa. Usimalize tu ukaanza kumbana, a a, mkaushe kwanza Sawa, nywele ambayo tunabania hapa ni nywele ya selfi. Sawa, utaipaka selfi yako mafuta vizuri, alafu ukishamaliza kuipaka mafuta vizuri, tutakuwa na kidoti chetu kama hichi hapa. Angalia, unaipaka mafuta nywele yako vizuri kwanza. Kote kote inakolea vizuri mafuta. Sawa, ukishamaliza utaiweka pembeni, alafu utachukua kidoti chako kama hichi kidoti chako sawa, utakigeuza kama hivyo utakuja kukipachika hapa nyuma aona mwanafunzi wangu anavyopachika hapa, jamani, huyu ni mwanafunzi Marieta. Mambo mambo ni moto Marieta Beauty School, mambo ni moto ni fire. Yaani hata kama hujui we angalia hii staili imebanwa na mwanafunzi. Unaelewa, una mtu yuko saluni na uhakika kabisa. Kuna mtu yuko saluni na hajui kubana hii staili kama yeye anayobana hapa mwanafunzi. Uona kwa hiyo nikikwambia tunafundisha tunamaanisha. Bana sawa. Sasa angalia, umesha bana na ile kidoti yako, sawa. Unaanza kuja kukrochi hii self kwa juu kama hivyo, unakuja kukrochi kwenye hii nywele alisi ya mteja wako kama hivyo. Ukisha krochi, usifunge we, iache tu kama hivyo ilivyo hapo. Angalia tena, utakrochi kwa dizaini hii hapa. Ona, nitachukua sindano yangu Then itavuta nywele yangu hii hapa sawa, kwa sababu ukivuta kwa nguvu itaharibu zile nywele za mteja ulizokuwa umebana umebana kule. Tumeelewana wanafunzi wangu mzuri, kwa hiyo utakrochi sehemu yote hii ya hii kibanio yako yaani, utazunguka raundi ya hii kidoti yako ambapo unakuwa umeweka, si umeona eh? Kwa hiyo utakuja tena utakrochi kwenye kwenye hichi kidoti chako kwa juu, yani unaenda kwenye, umeona hii raundi ya hichi kidoti ndo asilimia kubwa utakrochi kwa juu hapa hichi kidoti kama hivyo, utakrochi kwa namna hiyo, na nikakwambia kwamba ukikrochi hii nywele yako ya selfie Ikrochi nzima nzimanzima, usiigawe. Hapana, hakuna kuigawa. Wewe ikrochi kama ilivyo, hakikisha tu unapaka mafuta vizuri, alafu unaanza kuja kuikrochi hapa kama ilivyo, usiigawe. Sawa sawae, ikrochi kama tu ilivyo, tukrochi kwa design hiyo mpaka utakapoona ume inaozunguka kwenye hii kidoti yako kwa kiasi fulani, usizunguke kote mpaka chini. Hapana, ni sehemu tu ya hii hapa juu, ni sehemu tu kwa juu hapa, tumeelewana? Ehe, kama hivyo. Kwa hiyo sasa utaweka kama hivyo ambavyo nimekuambia, sehemu zote za upande wa hapo juu, sawa. Kama hivyo utaendelea kwa kiasi kidogo, mpaka utapoona kwamba nywele zangu mimi nikizirudisha kwa nyuma zitafunika hichi kidoti changu, sawa kwa hiyo utaweka mpaka utaona kwamba sasa imetosha, mimi itaweza kufunika nini kidoti changu kama hivyo. Umeona kote kimefunika, lakini kumbuka unaichambua kidogo sawa. Eh, ukishamaliza utaichambua kidogo alafu unavutia kama hivyo. Ehe, kinakuwa kidoti chako chote kimefunikwa na hii self yako. Then unazikusanya zote unabana hapa nyuma kama hivyo. Ukishamaliza kubana hapa nyuma unaidumbukiza ndani ya hichi kidoti. Ukifanya hivyo, utaona kuna nafasi ndani ya hicho kidoti, kuna nafasi. Kwa hiyo utadumbukiza huyo mkia wako uliokuwa umebaki. Tumeelewana eh? Ehe, umeona hii staili ni nzuri, imefanywa na mwanafunzi mwanzo mwisho, hakuna mkono wangu hapo. Basi wewe mwanafunzi ambaye unatoka mkoani usijali, hosteli zipo na hosteli zetu gharama yake ni nafuu sana, uwezi kuamini. Hosteli ni shilingi laki mbili kwa miezi minne yote hiyo ambayo utakuwa hapa chuoni, lakini ukimaliza kusoma ukasema mimi sitaki kurudi kwetu nilikotoka unauwezo wa kurudi. Amini una uwezo wa kubaki kwenye hosteli zetu, ukawa naenda kazini na ukirudi unarudia kwenye hosteli za chuo. Inawezekana. Yaani hivi, umeshamaliza kusoma na hautaki kurudi kwenu. Una uwezo wa kuendelea kubaki hostel, ukawa nalipia hostel uku naenda kazini na una, una, una, unarudia kwenye hosteli za chuo. Tumeelewana wanafunzi wangu? Mzuri, basi uh, kwenye mitandao ya kijamii kote huko, Marietha Beauty School bye bye.